Yabana, kama nilivyokuambia uh, kuna event ambayo inafanyika Lagos Nigeria ya tuzo za All Music uh, Af African Awards ambazo za Afrima zinafanyika, na baadhi ya wa wasanii watakuwepo wa Tanzania na Afrika nzima, na miongoni mwa wasanii ambao watakuwepo kwenye event ni Juma Jux ataperform, lakini pia yupo kwenye paneli watu wa kuzungumzia mziki wa Kiafrika in overall, na nilikuahidi niko na manager wa Juma Jux uh, Mr. Dr. Ulimwengu Nataka nizungumze naye kidogo atueleze, ili kwaje Juma Jux kupata nafasi hii na nini haswa ambazo ambacho Juma Jux ataenda kukifanya Lagos Nigeria, kwa sababu tayari tushamuona ameshaanza kutengeneza mizizi kule. My brother brath Ulimwengu. Yes brother, mambo ya kama kawa bwana, ko vizuri ndugu yangu <laughs> kwa vizuri, heri ya mwaka mpya bwana, na wewe pia My brother kwanza, nimepata bahati, nimefurahi kwa kweli kukupata leo, kwa sababu kiukweli kukupata bwana imekuwa ngumu sana, ili tuweze kuzungumzia mambo ya Juma, juma Jux na kama hivyo, nika nikaona leo tujaribu nikutafute na wewe ujaribu kutia neno kwa msanii bwana, na kwanza nikupongeze ni, ni, ni Dr. Ulimwengu sana my brother, kwa sababu mimi nafahamu wewe unafanya kazi na Juma Jux, lakini pia unafanya kazi na Hamisa Mobetto Uh, ni miongoni kwa mwaka 2025 ni miongoni mwa wasanii ambao wana mafanikio makubwa sana. Ehe, na kiukweli hiyo lazima nikupongeze. Naangalia progress ya Juma Jux. Leo tunamzungumzia Juma Jux miongoni mwa wasanii wa, wa, wa, wa kimataifa. Mwaka moja na nusu uliopita tulikuwa tumzungumzia Juma Jux kwa level hii. Watu wanajaribu kumwangalia Juma Jux lakini kuna watu wako behind. Na, naomba nianzie kwa Juma Jux then tutahamia kwa Hamisa Mobetto kidogo ndugu yangu. Nikupongeze kwa hilo kidogo, na niambie ma, kwa malengo yenu ambayo mliyoweka labda mmefanikiwa kwa kiasi gani? Uh, naweza nikasema kwa malengo ambayo tuliyaweka kimsingi kwa elfu mbili ishirini na nne, malengo ambayo tuliyaweka naweza kusema tumefanikishwa kwa asilimia mia moja, okay. Kweli tulitamani sana, um, kuweza mziki wetu kuvuka mipaka kuweza kutanua wigo wa soko letu yeah. Na um, yeah. Yote ni mambo ambayo tumeweza kuyachini yeah. Mwaka um, 2025 yeah. Lakini ukiuangalia uh, ulikuwa mwaka ambao kwa Juma mwenyewe ilikuwa una mambo yake mengi personal kama familia unapata yeah. Mtoto, lakini vile vile ni mwaka ambao ameweza ku manage yeah. Kazi yeah. Na kuendeleza maisha binafsi ilikuwa yeah. ni mwaka ambao ulikuwa very challenging kwake kuweza kubalance ratiba, lakini nashukuru Mungu alifanikiwa. mm. na malengo yetu yote kiukweli tini ametimia. mm. tumemaliza mwaka na furaha sana. Ongereni sana kwa hilo. Uh, ukiondoa haya mengi ambayo yamefanyika kwa 2025, shows anazoendelea kuzifanya, ngoma ambazo anaendelea kuzifanya, lakini issue ambayo najua tutaendelea kuzungumza sana Uh, lakini issue ambayo nilitaka kukuuliza pia uh, my brother, umekuwa mtu wa nyuma sana ya pazia na watu wengi hawaoni hiki ambacho unakifanya, unaelewa, kwa watu kama kina Juma Jux, mtu kama Hamisa Mobetto, unaelewa uh, nini ambacho malengo yako kuwa nyuma ya pazia sana hiki? uh, okay, unajua mimi background yangu kwanza, hmm. ni, ni kwenye kazi za corporate Mm. Kabla sijaingia entertainment, of course entertainment ni kitu ambacho nakipenda za mali kwa mm. Watu wengi wanaonifahamu entertainment nimeipenda zamani lakini mm, nimekuwa nikibei sana kwenye upande wa corporate mm, na hata kazi zangu mm, kwa watu ambao wanafanya nao mm, zimekuwa nikizifanya kwenye upande wa corporate zaidi. Kwa hiyo okay. sijawa mtu akuwa front sana mm, kutokana pia na majukumu mengine ambayo ninayo mm lakini nashukuru Mungu eh, watu kama nyinyi mnapo ni notice, nashukuru hmm. na Mungu kwa kazi zinapoonekana na kazi zinapozidi kwenda vizuri. Okay. Ah uh, leo leo leo imeanza of course event ya Afrima ambayo inafanyika Lagos. Wao wameita kama Village Music Events, ndio? Yaani kama uh, sherehe fulani ambazo zinafanyika mpaka tarehe 11 kwa mimi ninavyofahamu. Na miongoni mwa wasanii ambao wataperform ni Juma Jux, kama sikosei. Lakini nimeangalia kwenye panel pia pale waki hosti wao ni atakuwa ni Lari Mado atakopa na balozi wa Sweden sindio? Lakini pia Juma Jux yuko kwenye panel akiwa kwa wasanii, nahisi yuko yeye, yuko Stoneboy kutoka Ghana na id kas, kas, kasanka yule wa Nigeria nafikiri, siu ni msanii yule uh, ya, kimadi pia huko kwenye panel eh? Ah, nimeangalia okay, ile ambao wameipost pale juu basi ya cover ya juu kwa Tanzania tumebahatika kumpata Juma Jux, na namfahamu, hata kwenye orodha wamemweka Diamond, atakuwepo pia kwenye hiyo event sasa. Yes, so, ukiangalia hapo thamani ambayo Juma Jux kaipewa ni kubwa sana kuna, wasanii wengi wakubwa wajaitwa kwenye panel kama hizo, unaelewa? yes, nini ambacho uh, wanakiangalia kwa Juma Jux na hiyo panel itaenda kuzungumzia nini? Na Juma Jux ataenda kuzungumza kitu gani? Labda hapo watu wanataka kufahamu. Uh, nadhani hii safari mm. tulianza mwaka jana mm. ambapo um, Juma alianza kuzungumza kwenye majukwaa mbalimbali ya kimataifa mm. uh, na imekuwa ni muhimu sana mm. sisi wa, wa, wa Tanzania wanaestafrika kupata mm. wawakilishi, kupata watu ambao wanaweza wakazungumzia um, industry mm. lakini kwa kubeba perspective yetu sisi, kwa kubeba upande wetu pia mm. kwa sababu unajua mziki, kama unavyojua mm. biashara ilivyo kwa upande wa West Africa na East Africa ni tofauti. Sasa hizi platform zina lengo la kuunite Africa mm. Kuweza kubalance kutengeneza mm. uh, mifumo mizuri ya biashara kwa mm. Afrika nzima kwa upande wa entertainment. So imekuwa ni jambo ambalo kweli kwa West Africa ilikuwa muhimu sana, tunapata wawakilishi na nashukuru mm. uh, kuanzia mwaka jana tumeanza mm. kuzungumza hata uh, yeah. Ilitokea, lakini ratiba ziliingiliana mwaka jana pia walimwalika kuweza kuzungumza mm. kule yeah, okay. Uh, na huu sul amepata nafasi hii na ata attend na kwa mwaka huu ni, ni ye yeah, atazungumza kwenye ile Africa Music Business Summit. Okay. So lengo kubwa la kuzungumza kule mm. ni ku, theme yao kwanza ni connect, build on monetize Africa music revolution. Ni okay. Kwa hiyo ni theme inayolenga sasa ku kujadili mifumo mizima ya biashara ya mziki kwa upande wa Afrika, mifumo iliyopo namna gani, watu wanaweza monetize namna gani, ambapo watu wanaweza kuongeza thamani. Kwa hiyo ni discussion ambayo itakuwa na mambo mazito sana na mengi sana kujifunza. Okay, na Jux kama mzungumzaji ambaye sure atazungumza mambo mengi sana mazuri sana. Oh, hilo ongeleni sana my brother, lakini nimejaribu kuangalia kwenye cover ya wasanii ambao wataperform, sijaona picha ya Juma Jux pale. hii labda nimejaribu kuangalia pia watu wanauliza uliza pale labda. Kwa hiyo imekaaje? Nasema Afrima mwaka huu mm. Matukio yake sio ya siku moja. Ni matukio okay. Ya siku kadhaa yeah. Ukiangalia uh, hata hii summit inavyofanyika sio the final day ya awali, kwa hiyo uh, watu wasubirie tu picha uh, za za ju Juks. Matangazo ya ju yatakuja mm. Kwa sasa hivi mm. Sasahivi ilikuwa kwanza ku-announce kwenye upande wa summit. Okay. Basi kwa upande wa summit tutaona content zingine zitakuja ya kuwa uh, mwanamuziki hmm, pia ni mfanya biashara mkubwa exactly. Na ndio maana pia hizi platforms zinamwangalia zi, sio jicho tu la mwanamuziki hmm, ni jicho pia la mfanyabiashara mjasiriamali. Kwa hiyo hmm, ni mtu mwenye uelewa mkubwa sana wa biashara, ni mtu ambaye anafanya biashara kubwa Uh, so ana uelewa mzuri na ndo maana tunajua yani point nyingi atakazoziongea zitakuwa za msingi sana na za thamani sana kwa uh, vijana wengi wa Afrika wanaopenda entertainment. Okay, hapo nimekupata waafrianahapo na, najua na, tutaendelea kuzungumza mengi kuhusiana na Juma Jux. nilitaka nigusie kidogo na wewe, kufanya kazi na Juma pamoja na Hamisa ni watu ambao wenye brandi kubwa na wana mafanikio. Hamisa ukiangalia, ndo nafikiri ndio msanii wa kike ambaye wa kike ambaye brand yake sasa hivi iko kwenye prime iko kwenye piki uh, unawezaje ku maintain ku manage watu kama Juma Jux na Hamisa Mobetto na bila kuingiliana kwa wao kwenye majukumi yao ya kikazi na kuweza ku control ku handle mtu kama Hamisa au mtu kama Juma Jux uh, uzuri watu wote nao nao kazi hmm. uh, kwanza kila mmoja ana karia yake ya utofauti sana, ndio ukiangalia Hamisa na, na Jux ni watu wawili wa ambao ni tofauti sana yeah. na kila mmoja ni mtu ambaye ni kijana yaani, kila mmoja ni kijana ambaye anajituma sana yeah. Ni kijana mwenye wanatamani mafanikio, ni vijana mafani wenye discipline wenye kuheshimu kazi zao, kuheshimu brand zao, kuheshimu career zao, yaani hiyo ndio jambo ambalo kwangu limeniwekea urahisi sana okay, kwa sababu tayari wao wenyewe wana- wanaheshima kubwa sana kwa brand zao, wanatamani mafanikio kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwetu sisi kuwa line na vile vile sifanyi kazi mwenyewe nashirikiana na watu wengi hmm. kama mnavyojua kwenye upande wa Jux, kuna timu kubwa kuna Raymond kuna watu wengine wengi sana wapo hmm. na hata kwenye upande wa Hamisa kuna Mangoma kuna watu wengine wengi ambao nashirikiana nao yeah. Kwayo, kwa hiyo wao mimi nakuwa hainipi ugumu kwa sababu tunakutana kama vijana wote tunashirikiana mimi siku zote huwa nasema msanii ni kama taasisi Yani, msanii ili akuwe lazima ajifikirie yeye kama taasisi yeah. Sasa unajua, kwenye taasisi yoyote kuna department nyingi sana yeah. Mkurugenzi anaweza kawa mmoja mm, lakini department zikawa nyingi. Kuna department yes, ya marketing, kuna department ya IT, ya finance, ya HR, kila department iko na inafanya kazi yake, ndo inaruhusu mkurugenzi mkuu kupata matokeo mazuri yeah. Na ndo hicho kinachoruhusu, unaweza akuta mtu mmoja na kampuni tano sita Okay. Ilo hivya, wawatu, mm. Eh, na zote zinaendelea hilo sawa. Pia ushirikiano wa watu, na hiyo ndio inaongeza thamani ya, ya industry kama zima. Ndio maana wanasema msanii mmoja anaweza akaonekana yeye peke yake, lakini nyuma ya pazia kuna kundi la vijana wengi sana wanapata ajira na wanafanya kazi kwa kushirikiana. Exactly my brother, la, la kongo la, la, la kumalizia kidogo, ili kucho ufanya majukumu mengine na, na najua utaendelea kuzungumza vitu vingi kadri siku zinavyoenda yeah. Juma Jux anafanya poa sana Western Africa na nahisi imewekeza kule kwa sababu of course ukiwin ile soko inakuwa na impact kubwa sana. Priscilla ame ame ameongeza ame, ame, ame impact kwa kiasi gani kwa Juma Jux? Uh, Priscilla ameongeza impact kubwa sana hmm. sana sana, um, na na na zani kukutana kwao mm. kama tulivyosema, ni, ni god design yeah, ni kitu ambacho Mungu mwenyewe alipanga yeah yes na way ambayo tunaona kabisa hizi ni baraka za Mungu na tunashukuru uwepo wao wa uwe pamoja, kila mmoja umemfungulia milango. yeah. uh, okay. kwa nyuma imemfungulia upande wa West Africa, lakini sio Juma pekee. Tanzania kama Tanzania ni wasanii wengi sana Watanzania sahizi wanasikilizwa wana upande ule uh -huh media zetu nyingi sana sasa hivi naona taarifa zetu zinafuatiliwa sana na upande ule yeah. Kwa hiyo mi naweza nikasema imekuwa ni baraka ya kuunganisha East Africa na West Africa. Okay. Leo hii hi juzi kulikuwa kuna mechi kati ya timu zetu za taifa, lakini nilifurahi kuona hmm. Eh, naona sehemu benki kabisa se imeweka tangazo kwamba Juma sasa a hawa uh, wawili wameweza ku hizi uh, nchi mbili ambazo ni very powerful. Unajua Nigeria ni nchi ambayo ni si powerful sana kwenye upande wa digital yeah. ni watu ambao ni wengi sana na, na wako very advanced kwenye upande wa digital. same in Tanzania pia very advanced kwenye upande wa digital exactly. Kwa hiyo uplagiko hao wawili ni umetengeneza daraja kubwa na daraja zuri sana la biashara ambalo bado matunda yake tutaendelea kuyaona. Yeah kabisa, hiyo imekaa vizuri ndugu yangu na nimeona Juma u anaigiza kwenye uh, kwenye Nollywood, Nollywood. Nollywood. Sasa hivi. I mean ilikuaje? Kwa nini? Yaani watu wanaojiuliza juaime kwa sababu hata Bongo tu tukumwona Juma juksa. Hata ana act, unajua hata zile zileza uongo na no kweli unaelewa zile mara yeye mm -hmm. Juma huko b juhukutuamchkulia kama mshikaji flani wakishua lakini mara nininaelewa alafu na watu wamefurahisha namna anavyokizungumza Kiswahili na vitu kama hivyo. Nini ambacho mlikiwaza kama uongozi kuamua kumpeleka Juma Jux kwenye masuala ya uigizaji? Na ilikuwaje yani? Ah. Ajani. Yeah. Kwa njia brand inapokuwa ina evolve. Mhm. Mm, Unajua uh, una explore. Zamani kama unakumbuka, Juma alikuwa hadari kwenye music. Yeah. Lakini leo hii ukimwona jukwani, kabisa vizuri kabisa, mm -hmm. Kwa hiyo unapokuwa unapokutana na watu wengine you you get to exchange, you get to to exchange explore your potentials, your potentials talents. Kwa hiyo watu wategemee vingi vizuri vingi vizuri zaidi, zaidi. And I can tell you lakini, this January there is a very very big project ambayo inakuja kufanyika, hii project itafanyikia Tanzania na Nigeria oh, very big na haitomuhusisha Juma peke yake. Okay ambayo itahusisha sio Juma Jux na wasanii wengine wa hapa nyumbani, it's a very big project. Kwa hiyo tukae mkao wa kula vitu vingi sana, my brother, vinakuja. Ulimwengu, mimi nataka yeah. nijue kitu kimoja. Unajua sisi ambao tuko kwenye kiwanda hiki tunaona vitu vingi vinazungumziwa. Yes. One thing, kitu kimoja ambacho kikubwa kinazungumziwa kuhusiana na mafanikio ya Juma Jux yeah. ni kwamba Diamond ameplay part kubwa kumfanya kama kumbrand Juma Jux kuwa mkubwa, unaelewa zile, kutumia upepo wako. Ilikuwa ni plan nyie, mli plan kutumia brand ya Diamond kumkuza Juma Jux kama uongozi? Hapana. Mhm. Diamond na Jux yani, hao watu wawili ni marafiki mm. Yani, naamini hata wewe unaye yule rafiki ambaye muda wote mnawasiliana, muda wote mko pamoja, yani nje ya kazi mm. Hawa watu wawili ni marafiki wakubwa sana, yeah. Yani, hawa ni watu ambao sometimes wanapanda gari wawili tu mm -hmm. Wanaenda, wana kuzuru, wanafurahia, wanaenjoy. Ni watu ambao kupigiana kwao sio kazi tu mm. Yani ni friends, sijui umenielewa? yeah. Na ni watu ambao wamekutana mm -hmm. wana same vision. Mm. Mana imekuwa rahisi kwao ku... yeah. Na watu wengi labda wamekuwa hawajazoea kuona hizi collaborations kati ya wasanii ukaribu huu, wanaamini kwamba ukaribu huu basi ni mmoja anataka amtumie mwenzake mm. Hapana, unajua, by collaborating siku zote wote tunasogea mbele yeah. Haimaanishi kwamba mki collaborate mm. kuna mmoja anamnyonya ana, ana, ana mwenzake au mmoja anasaidika kwa mwenzake no. Hawa no, no. Watu wawili, wote wawili wamekutana, wana maono sawa wamekutana wana mapenzi sawa ya kazi hii, inawafanya imewafanya ukaribu wao uzidi, na ndio maana tunaona kila kitu wanachoshirikiana kinafanikiwa kwa ukubwa, okay. Labda mtu anaweza akajiuliza, wanasaidia na kupeleka, yani kila mtu ananufaika kwa mwenzake, si ndio? Mtu mwingine anaweza kauliza tu kama labda Diamond ana brandi kubwa, anajulikana kwa mfano Nigeria, anashajulikana kitambo na nini yaani mtu anaweza kajiuliza labda nini, ambacho mtu anaweza akajiuliza na nataka umjibu wa nini ambacho ambacho nahisi Diamond na ananufaika kwa Juma Jux. Uh, unajua siku zote mm, ukiwa unapambania jambo peke yako mm, kuna sehemu itafika utachoka, yeah. Lakini ukipata mtu ambaye mnaenda naye pamoja mm, yeye yeah, anafungua hapa, wewe unafungua pale yeah lazima mtasogea mbele na huyo mtu anakupa courage. Ndio. Yeah. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema alicho kifaidika Diamond kwa Jux mm, ni mtu ni wa kumpa courage kwamba let's go together. Ndio yeah. umenielewa? Ndio. Yeah. Diamond ana unlock London. Mm. Akamchukua Jux, let's go. Sure. Jux ana unlock Nigeria. Mm. Diamond, let's go. Mm. This is how it's supposed to be Unajua yeah. hata industries za wenzetu kiziangalia mm. sio mtu mmoja mm. sio mtu mmoja tu ndo anapambana peke yake. Yeah. wanasaidiana huyu anafanya show huku huyu anakuja kwa ajili ya anakuja kwa ajili ya ya, ya support. Yeah. huyu anafanya huku huyu anakuja kwa support. Well, that's how it has been for other industries. Na ndio maana wameweza kusogea na kupiga hatua mbele. Exactly. Sasa isasapasimbale mm. imekuwa ni tofauti sasa. Ukiangalia kwa sasahivi, kinachotokea ni kitu ambacho ni kizuri sana, na wote wawili wanashirikiana vizuri, na wanaweza kufanya kazi. sure, sure, sure. la la, la mwisho my brother. Yes. malengo ni yapi kwa Juma Jux? Yani nini ambacho mnakitaka? Najua Juma Jux mnataka mfike wapi, Juma Jux afike wapi, vitu nataka kujua Siwezi <coughs> kuelezea tunataka afike wapi mm. lakini tunachotaka sasa mm. ni kupa, yani, ni muda wetu sasa na sisi kupata recognition kwenye global stage. Okay. ni muda wa, wa dunia pia mm. kuona wasanii wetu wakifanya vitu vikubwa wana global na okay, na tunaamini tutafanikiwa na tunaamini tutafikia kwa njia mbalimbali, unajua entertainment na vitu vingi sana yeah, na sisi tunataka to explore every opportunity okay, lakini sio tu sisi kwa manufaa yetu binafsi yeah, we wish pia tuweze kuenda na industry nzima kushirikiana, na ndio maana sisi tunapenda tushirikiana na watu wengi okay, nice vijana ambao wana mawazo mazuri ya IT, we want to work with them vijana ambao wana ubunifu mzuri wa design ya mavazi we want to work with them. Oh. vijana ambao wanaamini wanaweza kaa na mchango wote wa entertainment. kuna vijana wengi mimi najua wana ideas nyingi sana nzuri yeah, sana za upande wa industry, lakini kwa sababu labda hawapo kwenye cycle ya entertainment yeah, wanakuwa hawana sehemu au watu wa kushirikiana nao, sisi we are open. We are oh, open for collaborations. Iweze kusogea mbele, iweze kupiga hatua mbele. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye mapenzi mwenye, mwenye mawazo mbalimbali ambayo anaona anaweza kupitia sisi anaweza akafanikiwa. La mwisho my brother eh, la mwisho hayaishi ayaishi la, natuathiri kiasi gani sisi kama Bongo Flava? Um, sisi tunasema inatuathiri sana kwa sababu hmm. Uh, ukija kuangalia kila nchi ina lugha yake yeah. Unajua Kiingereza wanachozungumza Wanigeria sio Kiingereza wanachozungumza Wamarekani yeah. Kiingereza wanachozungumza Waganda sio Kiingereza wanachozungumza Wanigeria au Wamarekani yeah. So, ki, kila mmoja amekuwa na namna yake, lakini mi, kuna umuhimu wa kupata ile common, common ground yeah. Ambapo mimi at least ukisema maneno fulani nitakuelewa ni yeah. Ili nijue ujumbe mbali na melody ambayo naburudika nayo na uimbaji wako yeah. niweze kuelewa kidogo ujumbe yeah. Kwa hiyo hapo kuna umuhimu sana wa, wa, wa watu kidogo kuweza ku mix, sio kwamba uimbe sasa kiingereza tuku yeah, uiache lugha yetu hapana, ila watu waweze kufanya ku mix kidogo, ili wenzetu pia waelewe ah. ndio maana ukiangalia nyimbo nyingi uh, za Jux, mfano design ina Kiswahili yeah. Kiingereza kinigeria, at the end of the day, imesababisha watu wote waweze kuelewa ujumbe na watu wote waweze kuburudika nice. Ukiangalia, ukiangalia nyimbo zote ambazo ametoa kwenye EP, ukiangalia sasa hivi tumetoa majo, tumetoa kibodi, zinaweza kupokelewa popote kwa sababu zina hiyo mix kidogo ya language sawa. La kumalizia, wanajua mashabiki wa Jux wataulizana kolabo ya Davido na Wizkid nyingi tu ambazo zipo na tuvute yeah. huu ni mwaka ambao tutaweza kufanya kolabu nyingi sana. Okay. Thank you so much my brother. Mimi nahisi ni kuacha kwanza, fanya majukumu. Nahisi nikiwa na jambo nitakuwa nakutafuta sana my brother. Nashukuru sana. Asante. Eh, bana huyu anaitwa Dr. Ulimwengu. Sasa angalia jina lake tu. Dr. Ulimwengu ni manager wa Juma Jux, manager wa Hamisa Mobetto Sangale mafanikio vitu anavyofanya Hamisa Mobetto, vitu anavyofanya Juma Jux, mwamba ndio yuko nyuma, yani unaona kina Regi, akina kina nani, akina mangoma, huyu huyu ndio mkuu wao yani yani yani. Mshanelewa kwa kweli, mi nimpongeza sana kwa vitu ambavyo tumeviona kwa Juma Jux, kwa vitu ambavyo tunaendelea kuviona kwa Hamisa Mobetto. Mimi nahisi ni kuache, na hivyo nisiongeze neno lolote, mezungumzia kila kitu.